Na mtazamaji, tunaendelea na kukujuza mengi kuhusiana na kinachoendelea Bondo, na kwamba aliyekuwa waziri mkuu mwenda zake Raila Odinga alianza safari yake ya mwisho kutoka Nairobi mapema asubuhi ya Jumamosi mosi, mwili wake ukisafirishwa kutoka makafani ya Lee hadi kituo cha jeshi la angani cha Embakasi. Na marehemu Raila akisafirishwa hadi Kisumu kwa ndege maalum, iliondoka mwendo wa saa 6 na dakika 30 asubuhi saa kumi na mbili kumradhi nam familia ya mwenda zake waliandamana na mwili katika ndege hiyo, maafisa wa kijeshi wakisafiri kwa ndege nyingine. Ben Kirui anatueleza kuhusu safari hii ya kumwaga mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa humu nchini. saa kumi na moja na dakika kumi na mbili alfajiri ya Jumamosi <coughs> safari ya mwisho ya waziri mkuu mstaafu marehemu Raila Amolo Odinga ilianzia katika makafani ya Lee jijini Nairobi msafara wa magari ukiongozwa na wanajeshi ukipita katika barabara ya Nairobi Expressway na kuelekea katika barabara ya Airport kisha katika kituo cha jeshi la anga cha Jomo Kenyatta Embakasi. Ni hapo ambapo safari ya mwisho kutoka jiji kuu la Nairobi kuelekea Bondo atakapopumzishwa Jumapili. Sherehe maalum ya kijeshi iliyo sheheni heshima na taadhima ilifanyika katika kituo hicho. Maafisa wa kijeshi wakitekeleza taratibu za mwisho kwa uangalifu mkubwa. Wanajeshi walijipanga kwa mtindo maalum na kulibeba jeneza lenye mwili wa Raila Odinga kutoka kwenye gari la kusafirisha maiti hadi kwenye ndege ya kijeshi aina ya C-27J Spartan, ndege maalum inayotumika kwa usafiri wa viongozi wa ngazi ya juu. Jeneza lililofunikwa na bendera ya taifa lilipakiwa kwa uangalifu kwenye ndege likiwa tayari kumpeleka mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya taifa hili kuelekea mjini Kisumu. Hii inaashiria safari ya mwisho ya marehemu Raila Amolo Odinga hapa na Nairobi kwa ndege hii spesheli ya kijeshi ambayo inatarajiwa kutua katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu chini ya dakika 35. Ndege hiyo iliondoka saa kumi na mbili unusu asubuhi. Wakati familia yake wakiandamana na mwili, huku maafisa wa kijeshi wakisafiri kwa ndege nyingine. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.